Kwa jina naitwa Maryam Zuberi Salim, ni mzaliwa wa Chwaka, ni mkazi wa Chwaka, ni mfanyabiashara ndogo ndogo, kiufupi ni mjasiriamali. Nashukuru Mheshimiwa Rais kushajihisha viongozi wake kutuletea barabara hii. Kwa awamu ya mwanzo tategemea kwamba tutakaposonga mbele itakuwa ni barabara ya, ya lami Naende kuendelea. Nashukuru Mheshimiwa Makamu kwa kushawishi viongozi mpaka akafikia kutuletea barabara hii. Pia kutuletea barabara hii, nategemea kwamba kutakuwa na manufaiko makubwa kwasia wajasiriamali na biashara nyingine zozote, na tutegemee sana kwamba mwanzo ndo huu, lakini mwisho utakuwa ni nzuri zaidi ya hapo. Kwa maana hiyo Tunamshukuru Mheshimiwa Hemedi kwa nguvu zake zote kupambania taifa hili mpaka kufikia hapo tulipofika. Pia asivunjike moyo kwamba aendelee kutupambania mpaka mwisho wake, na tumwahidi kwamba anachokitegemea kukipata si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Allah. Tategemea kwamba atakipata, tutampa kadri anachokikusudia kwamba apewe ni wananchi hawa, ila tu tumwombe kwa mara nyingine asisite kupambania kama anavyotupambania kura zake zote kwa uwezo wa Allah na nguvu za Allah na rehema za Mtume wetu, Allah atamsaidia kupata hilo alilolikusudia. Sisi wananchi wa Chwaka, muahidi, wa Chwaka tunamuahidi Mheshimiwa Hemedi Abdullah kura zote za ndio, na tunamuomba kwamba asimame nasie, wananchi wa Chwaka kura zote tutampa za ndio, hasusan wajasiriamali tunamwomba kwanza, asituweke nyuma, atuweke mbele kama alivyotuahidi katika kikao chake cha mwisho ntangani pale kwamba akina mama atasimama nao bega kwa bega, wajasiriamali wadogo wadogo na vikundi kwa jumla. Tunamwahidi kwamba kura zote tutampa kwa niaba ya watu wa Chwaka.